Hello. They call me Kasim, the grateful addict. Another day green is another day warm. Uh, ili mtu siku ya leo aweze kubadilika ni lazima maumivu yawe ni juu zaidi ya uoga wa mabadiliko unajua. Uh, asilimia kubwa ya, ya waraibu wako na uoga wa mabadiliko kwamba wanafikiria kwamba watifu nikiacha kuvuta Je, nikiacha kunywa maisha yangu yataenda vipi? Unajua kwamba matumizi ya miadarati, matumizi ya pombe, tulikuwa tukiamini kwamba ndio yanaweza yakatuweka katika hali ya hisia fulani. Tumekuwa tukiyatumia katika kipindi kirefu cha maisha yetu kama suluhisho la changamoto zetu. Sasa muda mwingine mlaibu anakuwa anafikiria kwamba, je, nikiacha kutumia hiki ninachotumia maisha yangu yatakuwaje? Hiyo ndio uoga mabadiliko ambao naozungumzia na umekuwa ukiwafanya watu wengi washindwe kuachana na tabia ambazo zimekuwa ni kikwazo katika maisha yao, wakiwa wanahofia kwamba itakuwaje baada ya kuacha. Sasa basi njia ni moja tu. Ili niweze kubadilika siku ya leo, natakiwa nikae chini, niweze kujitafakari, niweze kuangalia kwamba kuna faida gani ambazo nimepata kutokana na kile kitu ninachotumia, na na hasara gani ambazo nimeweza kuzipata. Nitakuja kugundua kwamba hasara ni nyingi sana kuliko faida, na hizo hasara kama nitaweza kuziangalia kiundani zaidi, basi nitapata maumivu, na maumivu yatakuwa ni zaidi ya uoga wa kuendelea kubaki katika ile tabia niliyo upo nayo. Kwa hiyo chukua hatua. Jamii Bila Dozi, inawezekana bro.